Poleni sana. Eh, serikali bado inaendelea eh, kupata tathmini halisi ya eh, jambo hili na tutatoa tamko rasmi kuhusu ni hatua zipi zitastahiki eh, kuchukuliwa kwa ajili ya kuhakikisha madhara haya kwa sekta binafsi ambayo tumeyaona katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo, kwa watu wengi ni wape pole sana, na sisi kama serikali, kama ambavyo umesema hapa, tutaimarisha masuala ya usalama katika nchi yetu ili kuweza kuhakikisha mambo ya aina hii hayatokee. Tunaomba jambo moja kwa serikali kwamba serikali iweze kudumisha ulinzi na usalama, ili siku nyingine au wakati mwingine matukio haya yasiendelee kutokea nchini mwetu. Watu hawajui maana ya kuandamana. Kuandamana sio kuvunja vitu, kuandamana sio kuchoma majengo au magari ya serikali. Tafuteni haki zenu kwa usawa, lakini wenyewe waliingilia masuala mengine, wakaacha maandamano, wakaingia masuala mengine. Sasa serikali ilipoingilia kati, ikaonekana wananchi wanaonewa. Kitu ambacho kifanyike ni serikali yenyewe ikae chini, iwaambie wana wananchi kwamba mambo ya uchaguzi yameisha, tujipange, tuendelee na mambo mengine, kwa sababu kuna vitu vingine Serikali haiwezi kulipa mtu binafsi eti kisa eh, ameuawa kwenye maandamano, wakati yeye ndiye alitaka mwenyewe. Sawa, kuna watu wamekufa kwa bahati mbaya, lakini sasa na yeye angalia, tufanyeje? Kisa wanasema tena kuandamana. Sasa si vyema sana, kwa sababu kishaandamana wengi, tunakosa amani.